Azina, zinatakiwa, na nimekuachia nafasi maksud uendelee na, na burudani zako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Kaskazini Unguja, mheshimiwa wakuu wa wilaya wote wawili, mheshimiwa kadhi mkuu, naibu mufti, naibu kadhi mkuu, katibu mkuu ya rais, katiba ya sheria ya utumishi utawala bora, na manaibu makatibu waku wote walikuwepo, mheshimiwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, waheshimiwa viongozi mbalimbali, vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa wao walikuwepo na waku wao, masheha na madiwani, na waheshimiwa sote waliokuwepo hapa, asalamu alaykum, asalamu alaykum. Kwanza nami ni niungane na wote sauti yangu kwa kwa kumshukuru mwenyezi mungu kwa asubuhi ya leo na kuingia mchana huu, tukiwa hapa kaskazini u e, mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa dhati kabisa ni kushukuru wewe binafsi kwa namna ulivyoliratibu jambo hili kwa kushirikiana na maofisa wa wizara ya katiba na sheria ni washukuru sana wakuu wa wilaya na watendaji wote wa mkoa kaskazini kwa mashirikiano yao mazuri tuliyopata asubuhi tulipata baraka ya mvua kubwa sana tukaanza kumwomba Mungu na kusoma sura tunazojua kwamba angalau wakati wa shughuli yetu basi tupate msamaha. Nashukuru mwenyezi Mungu ametukubalia dua zetu, alhamdulillah, tumepata msamaha. Tutajitahidi tumalize kabla ile dua yetu haijafika mwisho wake, ili tusikapata mvua hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waheshimiwa wananchi tuliokuwepo hapa, nikushukuru kipekee kwa jisaada uliofanya kuwakusanya wananchi hapa Umehamasisha sana leo, tunaona mashamiana yetu yote yamejaa. E, ni nishukuru kwa dhati kabisa mkuu wa wilaya e Kaskazini e kijana wangu Msaraka na wasaidizi wake wote katika wilaya hii kwa mashirikiano yao mazuri. Mimi nimepata bahati mbaya, nazungumza mwisho, nilotaka kuzungumza yote kisha azungumza katibu mkuu na mkuu wa mkoa akazungumza vile vile. Sasa kazi yangu pengine ingekuwa rahisi tu nitangaze tu kwamba kampeni hii kwa mkoa wa Kaskazini tumeizindua, lakini itakuwa sio watendea haki, kwa sababu kuna waandishi wa habari wanataka wapate maneno kutoka kwangu vile vile. Na dhati kabisa ni washukuru viongozi wakuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan ni mshukuru rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dokt Husein Ali Hasan Mwinyi. Kwa kweli viongozi hawa wanafanya jitihada kubwa ya kujenga umoja katika nchi yetu, wamejenga amani kubwa, tunapata ima amani sasa hivi katika nchi yetu. Nchi yetu iko vizuri na tunakwenda vizuri, tunashuhudia maendeleo mbalimbali bara na Zanzibar, viongozi wetu hawa wanaotuletea kwa wetu wa kaskazini huu, tumeshuhudia mambo mengi ya kimaendeleo, elimu, kwenye afya, alhamdulillah, na pamoja na shughuli nyingine za miundombinu kama barabara tunashuhudia sasa hivi na insha allah Mungu akitujalia baada ya uchaguzi kesho kutwa wa Oktoba, awamu ya pili ya Dokta Hussein tutaona maendeleo makubwa zaidi yanayokuja kwa hapa Zanzibar, na inshaallah tusemieni amini. Baada ya utangulizi huo <clears throat> nimshukuru sana Mama Samia maalum kwa kuanzisha kuanzisha kampeni hii ya msaada wa sheria. Wanyonge walikuwa hawana uwezo, tunawajua na wanapata shida sana wakati wanapodai haki zao. Sasa mwarobaini umepatikane, maafisa wetu wa sheria wako katika maeneo yetu mbali mbali, kasema hapa mkuu wa mkoa, muda wa siku tisa katika mikoa yetu, wilaya zetu, wadi zetu, shehia zetu, watakuwepo huko maafisa wetu kutoa msaada wa sheria. Tafadhali wananchi, nendeni, kuna matatizo mengi mnayo. Kasema mkuu wa mkoa wa matatizo ya ardhi, lakini hata wafanyakazi wanaofanya kazi katika mahoteli na maeneo mengine wanahitajia kupatiwa msaada wa sheria, pengine kuna haki zao nyingi wanazikosa unafanyishwa kazi kinyume na utaratibu. Sasa hii ni fursa maalum, tutumieni siku tisa hizi kuhakikisha kwa masuala haya tunayamaliza kabisa au kuyapunguza kwa asilimia kubwa. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, ni kweli, ukwenda kwenye wizara zetu, kwenye ofisi zetu, wizara ya ardhi, na ukija kwenye wilaya na mikoa, watu wengi wako nje ya ofisi wanasubiri, na utagundua kwamba matatizo mengi ni ya ardhi. Kwa nini tuendelee kuwa na migogoro ya ardhi? Kwa sababu watu wanavunja sheria. Naomba sana wale wote ambao wanahisi wanahitajia kupata haki hiyo, wakati ndio huu, sasa hivi. Tusirudi nyuma, twende tukahangaike kupata haki yetu, lazima wehangaikie haki na sisi serikali, viongozi wetu wamejitoa kabisa katika hili kwamba tutatoa msaada wa aina zote kwa makundi yote walemavu wenye mahitaji maalum wote, na hawa hasa makundi maalum wanapata shida sana, wakati mwingine kunyimwa haki zao. Mlemavu unakwenda skuli hakuna sehemu za, za kumwezesha kuingia darasani, anadai haki yake ajengiwe vibaraza vya kupandia, ni haki yake. Kwa hivyo kama unakosa fursa hiyo, mtoto wako hapati fursa hiyo, wakati ndio huu, maafisa wetu wa msaada sheria wapo. Nishukuru sana idara zetu zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar kwa kujenga mashirikiano mazuri. Kwa dhati kabisa, nimshukuru waziri mwenzangu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Damas Ndumbaro. Jana tumezungumza na ameniomba radhi kwamba leo hawezi kufika hapa, kwa sababu sote mimi na yeye tulialikwa leo tuwepo Dodoma kwa shughuli maalumu ya Mama Samia, lakini kwa sababu hii ilikwisha pangwa, nikaona bora niifanye mimi hapa na yafanyia huko Dodoma, lakini shukuru kamleta naibu kati mkuu. Nakushukuru sana naibu kwa kuja kwako kwa hapa, na mashirikiano haya naomba tuyaendeleze, si katika wizara ya katiba na sheria katika wizara zetu zote. Kweli kuna mambo ya kimuungano, yako mambo ambayo si ya muungano, lakini ushirikiana hakuna ubaya. Tukishirikiana vizuri tutaimarisha zaidi muungano wetu. Niendelee kusisitiza wananchi, hii ni fursa maalum masheha Nyinyi mnapata mitihani mingi huko na mara nyingi tunakulaumuni nyinyi, hasa kwenye migogoro ya ardhi, tunasema kwamba mnajiingiza kwenye migogoro hii. Sasa na wewe kama una tatizo hilo la kupata msaada wa kisheria, unapokuja anapokuja mtu na tatizo lake, maafisa wetu wapo siku tisa, na wewe nenda ukashiriki katika zoezi hili, usingojee mpaka tumalize siku tisa alafu unakuja kuwatafuta. Atakuwepo siku zote, lakini tisa maalum tumezitenga kwa ajili ya mkoa wa Kaskazini tufanye tutaloweza kufanya, tuhakishe kwamba jambo hili tunalisimamia vizuri. Niendelee kushukuru viongozi wetu kwa kazi nzuri wanaofanya. Nimalizie kwa kushukuru sana na nimshukuru mkuu wa mkoa kwa kutuhimiza. Lile la mwisho, tunakabiliwa na uchaguzi, tuhakishe kwamba uchaguzi wetu unakuwa salama na amani. Amani yetu hii ndio itakayotuwezesha kupata haki zetu na mambo mengine yote yanahusiana na mambo yetu mbalimbali yanatukabili viongozi wetu anajitahidi kuhubiri amani, nchi kwa haina ima, amani, mambo kama haya mikutano kama hii haifanyiki, kila mmoja na yake. Tushukuru Mungu, nchi yetu hivi sasa ni tulivu, mwaka wa tano tunamaliza hakuna alovutwa alo akapigwa akafanya nini. Muhimu usivunje sheria, ukivunja sheria vyombo vya sheria vipo. Nitoe wito tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba mambo yetu yote yanakwenda kwa amani na utulivu. Uchaguzi utafanyika kwa amani na utulivu inshallah, na sote tushirikini katika uchaguzi huo kwa amani na utulivu kabisa. Baada hayo sitaki kuzungumza mengi, vusema, mengi kwa sababu kama nilivyosema mengi yashazungumzwa. Niendelee kuwashukuru viongozi wote wa mkoa wote walihusika katika kufanikisha jambo hili. Nashukuru wizara yetu ya Katiba na Sheria chini ya uongozi wa katibu mkuu na wasaidizi wake kwa kazi nzuri waliofanya baada ya hayo sasa, kwa heshima kabisa, na tangaza rasmi kampeni hii ya msaada wa sheria kwa mkoa wa kaskazini umezinduliwa rasmi leo tarehe 23 mwezi wa 4 25. Asanteni sana kwa kusikiliza.